Kwanza nimefurahi sana nimefurahi sana sikia kaka yao Karim Boimanda akizungumza vizuri kwamba timu mwenyeji ikishirikiana na bodi ya ligi hayo ndo maneno kaka eh. Timu mwenyeji ikishirikiana na bodi ya ligi kulipika hili jambo la tarehe ishirini na tano. Jukumu langu la kwanza ambalo nimepewa hapa ni kutangaza viingilio Ehe, vya mchezo huu wa Kariakoo Derby siku ya Jumatano. Tiketi za VIP A ambazo zilikuwa zinauzwa shilingi elfu hamsini hizi zimeshamalizika eh, hazipo tena kwenye system. Tiketi za VIP B ambazo kiongozi hapa kutoka Ncard alitujulisha awali kwamba zimebaki chache hizi zinapatikana kwa shilingi elfu thalathini. Tiketi za VIP C ni shilingi elfu ishirini na jukwaa la machungwa au kwa watu waliopanda mabasi ya njano wanaita jukwaa la orange. lile ni shilingi elfu kumi alafu mzunguko ni shilingi elfu tano Kwa hiyo tafsiri yake tiketi zilizobakia za VIPB, VIPC, orange na mzunguko, kuna haja ya kurudia viingilio hapo ipatikana. Sawa sawasawa, hiyo safi. Jambo la pili uh, ni ujumbe ambao nimekuja nao kutoka kwa benchi la ufundi, wachezaji, viongozi, wanachama na mashabiki wa klabu yetu kuelekea mchezo wa siku ya Jumatano. Lakini kama kabla sijajikita hapo, na mimi ningeomba japo kwa dakika mbili tatu nisitize hili ambalo wenzetu wa NCAD wamelizungumza hapa tafadhali sana pasitokee mkanganyiko katika maelekezo haya, kwa sababu maelekezo haya yamejikita kwenye vitu viwili, yaani tujue kutofautisha vitu hivi viwili. Cha kwanza ni watu ambao walikata tiketi Machi nane alafu ile mechi ikayeyuka yayo, ile tiketi bado unayo si ndio, bwana? Ile tiketi bado unayo nyumbani Utaratibu wa wewe ambao ulikata tiketi Machi nane na ile tiketi bado unayo, hata kama ulitumia kwenye mechi nyingine, lakini unayo nyumbani wewe, ikifika Jumatano nenda moja kwa moja uwanjani, ka punch taratibu kama kawaida, ingia ndani ile hii ni hatua namba moja kwa mtu ambaye ya ana kadi yake mpaka sasa hivi anatazama live kupitia Azam TV, hapa ana kadi yake na alikuwa anajiuliza, mimi nilikata tiketi Machi nane, sasa inakuwaje? Utaratibu ni kwamba ukiamka asubuhi Jumatano nenda moja kwa moja uwanjani, utaratibu wa kawaida wa kuingia utautumia, geti lolote, jukwaa ulokata kapanchi, mlangoni ingia ndani. Utaratibu wa pili ni kwa yule ambaye alikata tiketi sasa, kwa sababu zake yeye akapoteza hiyo tiketi. Tunadili pia na watu ambao hawawezi kutunza vitu. We ambaye ulipoteza tiketi ya Machi nane, yani ile kadi ulishindwa kuitunza, huna pochi, huna kabati, huna lolote bahati mbaya ukaipoteza ile kadi. Sasa wewe, ndio utaratibu wa swap unakuhusu. Yereke vizuri, ileke vizuri hivi, yaani ambaye amepoteza, yaani huna hiyo kadi, lakini unakumbuka ulikata. isitokee watu wakata usumbufu pale, unaijua hujakata? haumo unakwenda kushupaza mishipa ya shingo na mimi nilipoteza. utaratibu huo tofauti mwingine kwa wasumbufu, bodi muutafute na shauri mtu akijua ana uhakika yaani kwamba wewe kadi ulikuwa hujakata, maana yake unajua mlango tuliofungua. Au sasa watakuja watu pale kusumbua tu mfumo. Mimi nilikata nitafute, homo sifuri saba sifuri saba, uwe na uhakika nayo, ili usitupe mlongo mrefu na watu wakashindwa kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo, ambao ulipoteza kadi, vituo vimetajwa vya kwenda, na siku ya mchezo jinsi gani Nkard na bodi ya ligi wanawajali mashabiki wetu mmepewa mpaka siku ya mchezo pia utaratibu, geti A na geti D, sindio? Yale yani mageti mwende pale, mtakuta deski maalum mwisho kabisa. Unajua deski maalum, kama ushaenda kituo cha polisi kama mimi, kuna dawati pale maalum la ustawi, yaani kuna watu maalum ndio wewe ambao umepoteza kadi. Eh, mmempa heshima huyu mtu <laughs> yaani kadi umepoteza na umepoa deski maalum. Bodi ya ligi pe, tuitupe nini tena? Hatupenda namna hii jamani, taratibu mzuri. Yani kadi ukutunza mwenyewe, lakini siku ya mechi umewekewa geti eh, dawati maalum na geti maalum. Ukifika pale unatoa taarifa zako, bwana, mimi nilisajili kwa namba hii na hii kadi yangu imepotea. Wanaingia kwenye system, wanaangalia wewe almasi nani unapewa cha kwako, unaingia. Kwa hiyo hakuna ambaye alikata tiketi Machi nane akaikosa hiyo burudani kwa sababu za bodi au n card, au timu mwenyeji, ziwe sababu zako wewe mwenyewe. Lakini kama tiketi ulikata n card, bodi ya ligi, timu mwenyeji, tumehakikisha tunakuhudumia ipasavyo uweze kuingia kupata hiyo burudani. Kwa hiyo nikasema nilipitie kidogo hapo niweke msisitizo, na mimi watu wasije wakachanganya, kwa mimi nilikuwa na kadi yangu, na wewe ukaamka tena ukaenda makao makuu na kadi unayo. Wewe kama una kadi tukutane uwanjani. Kama kadi ilipotea, ndiyo uende kwenye taratibu za kuswap. Hii swap ni kizungu, Kiswahili chake ni nini? Kuchanja, kuchanja eti. Swap ni kubadilishana, ni kubadili, eh, kubadili ya mwanzo kwenda kasema kuchanja huyasaa <laughs> <Nalo. laughs> batuamaliza utaratibu wa kuswapu, tuje sasa <laughs> kwenye ujumbe wetu sisi kama Young Africa. Uh, kwa dhati kabisa ndani ya mioyo yetu sisi, kakaraka, swali lako kwanza, si jambo jepesi kupata ushindi mbele ya Simba, si jambo jepesi. Inaweza kuonekana kawaida kwa sababu Yanga tumeshinda mara nne mfululizo, lakini si jambo jepesi, ni jambo gumu. Hata mechi ya mwisho ambayo tulipata ushindi ilibidi wana Yanga tumsubiri Kevin Kijili afanye jambo lake. Kama watampanga tena basi uenda tukawa tuna uhakika wa kupata maka, tunatafuta sare, akatufanyia hii sare nyingine akaweka. E, maka ni jambo la maka. Hata mechi ya mwisho tulihangaika sana kushinda ile mechi, hatukuweza kushinda, lakini kwa sababu kuna watu waungwana duniani ambao wanatambua jitihada za watu, wakatubariki kupata matokeo mazuri. Kwa kama atapangwa ule kijana, you never know, tukaenda kutafuta sare, ukashangaa pimpi, nikaitoa nje, kaeta ndani, Kijili akaweka kwa hiyo tunasubiri ihsani, ikitokea kama hiyo tutaikataa tutaipokea. Ila si jambo jepesi kuwafunga Simba, ni jambo gumu, lakini tunalifanya kwa maandalizi mazito, maandalizi ya umakini mkubwa, na ndio maana tunafanikiwa kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo sisi hatuwachi kutaja kwamba sare inatupa ubingwa, kwa sababu sio dhambi. Kwa hiyo tunajua wenzetu hao watakuja kutafuta tu ushindi, pointi tatu sasa so, sisi hatuwezi kwenda pale kama kuku ambaye amekatwa kichwa. Kwa maana wewe a a lazima uangalie mechi inaanzia kwenye kupanga, unataka upate nini? Unachokipanga ndicho unakwenda ukifanyia kazi. Kwa hiyo mipango yetu inaanzia kwenye kutangaza possibility, matokeo yakiwa hivi inakuaje? Matokeo yakiwa hivi inakuaje? Kwa hiyo kwenye hii mechi, matokeo ina mbili ni favor kwa Yanga, matokeo ya kufungwa ni favor kwa mpinzani. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kwenye haya matokeo mawili, aidha sare au tupate matokeo mazuri inshallah.